Ngineko Rais Ruto ameahidi ujenzi wa uwanja katika kaunti ya Busia. Akiwa kwenye ziara ya kikazi katika eneo hilo la Funyula, Ruto amesema kwamba ni aibu kuona licha ya kaunti hiyo kutoa wachezaji bora duniani hakuna uwanja wa hadhi ya kitaifa. Najua vijana wa hapa ni vijana ambao wanapenda sana kandanda, ni kweli ama si kweli? na tuko na stadium hapa Busia ambayo iko namna hii namna hii Si ndio? Nimeketi chini na huyu mungwana anaitwa Paulo, huyu watuoma huyu. Mimi nikamwambia na viongozi wenu hawa wa bunge, nikamwambia mimi najenga stadium kubwa in Eastern Central Africa, Nairobi, inaitwa Talanta stadium, si ndio? lakini hiyo haitakuwa ya muhimu kama hatutajenga stadium Busia, nyi mnanielewa? Nye sasa nimewatafutia pesa Shilingi milioni mia tisa ya kujenga stadium Busia town.